Kutoka Pepline Mbeya, Tanzania, hii ni GMCL habari, lakini kwanza ni mhutasari wake wakena Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichele amebaini fedha am, za mradi wa shilingi milioni 635.44 zilizokopwa na kutorejeshwa. Wananchi zaidi ya 900 wamepatiwa huduma za uchunguzi na matibabu ya ugonjwa wa saratani bila malipo katika hospitali ya Mtakatifu Josefu Peramio duma ambazo hutolewa na madaktari bingwa wa magonjwa saratani kutoka taasisi ya saratani Ocean Road. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis amefariki dunia leo hii akiwa na umri wa miaka 88. Na ushirik, na shirikisho la soka Zanzibar ZFF limetangaza kuyahamishia mashindano ya muungano kapu kwenye uwanja wa Kombani Pemba na sio New Amani Complex kama ilivyotangazwa awali. Ujambo na karibu kwa taarifa kamili ya habari mchana huu, msomaji wako ni Hwae-n Mwandandila, karibu.